Tuliwasiaga Warundi walikuwa hapa mu territoire ya Kalehe, tuliwaponda vizuri. waliwazia kibito kimekuwa Kalehe ama sijue Bujumbura, tuliwapiga walipata service yao. Mnanielewa? Ndio. Tuliwanyuka vizuri vizuri Mnanielewa? So, lakini ndio, naisa ndio, pigia population ya Bukavu. Ndio. Wakati population ya Bukavu iliona M23 ni jeshi bora, wana nguvu. Wa iliandikia wale, wale wa wakomanda wanasema, mtusaidie mumeshindwa Nord Kivu kule, msikwe pigania kupigania Bukavu. Mutoki. Ndio. Population ya Bukavu ni wakushukuru, wao ndio walifukuza wale wajinga na ba mpurusi wote, wakaenda saa zinagunja mukia <laughs> Ah, Uvira. Walienda na tungali kavumu. Ndio. Na hatuyapiga hata risasi moja, bagakimbia mm. tunaelewana? Wakainda zao wako Uvira, munasikia mambo yako Uvira ni wazalendo FARDC wananza pigana siuasi. So hatutakubali populasyo ya Uvira iteseke na mabale perdi. Muna nielewa? Ndio. Ndio. Ah, hatutaendelea kukubali. Leo Uvira wanalia wanasema, e, M23 muko wapi? Tunateseka hapa, muje mtosha awa bandi e, tutawatoa. mm -hmm. Dio. So hivyo, Mungu kwanza, mnabarikiwa. Unajua kuongozewa na dada kijana kama huyu ni mbaraka sana, kwamba mama Unajua wakati alikuwa ananyonyesha Yesu Kristo, amjue siri yenyesu na mama walikuwa naongea, yaani wamama wana akili ingine yenyewe wa baba hamuna, so iko na masekre zenye ziko spiritual. Uh, mambo ya usalama na ambayo nataka niwaelezee ni kwamba ili jeshi munaloliona wanaliita ARC Armée révolutionnaire congolaise. Ndio sisi. Hmm. Adui yetu ni Fardese, adui yetu ni baburunde, adui yetu ni wazalendo, adui yetu ni FDLR CNRD. Wale ni maadui wa inchi, wale ni maadui yenu, unanielewa? Hmm. Hmm. Au yeah. Yeah. So, yeah, maadui tumewavunjavunja vizuri unanielewa? Kulianza watwanga Ruchuru, tukawanyanganyabunagana tukawatwanga Kiwanja, tukawaponda vizuri Kibumba, tukawasiaga kichanga vizuri tukawasukuma Kanyabayonga, tukawasukuma Alimbongo huko Mugrano, tuko huko. Hapa tulianza Masisi tukiwaponda vizuri. <laughs> sana. vizuriwadi wamewashika matekwa mm. Tuko nao fardese, tuko nao matekwa, munanielewa? Naelewa mkubwa. Tukawanyuka vizuri Minova alafu tukashika Goma, munanielewa? Sana mkubwa. Munisikilize vizuri. Asante kwa Yesu. Ndio. Nisikilize vizuri. Asante mkubwa. Goma kulikuwa kila aina ya silaha ambayo hamjaona nyinyi mm. Nanielewa? Goma kulikuwa <coughs> shar de komba za kila aina mnanielewa? Kulikuwa matanka za kila aina. Goma kulikuwa sukoi ndio. Kulikuwa na madro tunaelewana, za ajabu lakini ile jeshi la chilombo hawakuweza kutoa hata kitu kimoja, mnanielewa, tumewapiga vilivyo kwa sababu sisi ni jeshi ambalo lipo professional, tuo professional <laughs> na FARDC ambao waliponyoka tu walikimbilia MONUSCO, munanielewa, wakafichama mule <laughs> Na juzi juzi sio siri juzijuzi siosiri, mm. sei sere njoo ilienda watosha, ili tuomba tugasema, haya kama wanataka enda kwa mjinga wao Chilombo, kama naoni wajinga. <laughs> nao niwajinga, hatuna nao bezwe muwapeleke <laughs> <laughs> lakini waende bila hata, teni bila hata kisu waache chini <laughs> vyote waliacha walituachia muliviona kuma rezo sosyo banaenda yeah. Banafunga na bumuzigo saba refijie farde se soda wa inchi na geuka refijie mu inchi yake etranje nianza mutosha Goma Beni avyo wapi Kinshasa nabila haya viongozi niliona ministro wa defense wa inchi huko niliona premier ministre jidit wanawapokea ku airport njiri waliwapokea seson de ero eti seson de vaya, watu wamepigwa yeah. Wameacha na silaha. Ingekuwa ni nchi nzuri, wale watu wangeenda gerezani na infraction yao iko fuite de vale nemi, lakini wamewapokea.